ya ukweli gavana wa kaunti ya Meru aliyeondolewa mamlakani na Senet Kawira Mwangaza anatarajiwa kujua hatma yake hii leo iwapo atasalia uongozini au naibu wake Isaac Mutuma ataapishwa kuendeleza jukumu lake. Hii ni mara ya tatu kwa Mwangaza kuondolewa ofisini kati ya mwezi Disemba mwaka elfu mbili ishirini na mbili na mwaka elfu mbili ishirini na nne. Mwanahabari wetu Kasimu Wako anaangazia misururu ya matukio hayo. Miezi mitatu tu wakiwa ofisini, kama gavana wa kwanza mwanamke kuongoza kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza alikumbana na kizingiti cha kuondolewa mamlakani kupitia hoja ya MCA wadi ya Abogeta Dennis Kiogora. Hoja hiyo ilipitishwa na bunge la kaunti baada ya kuungwa mkono na wawakilishi wadi 67 kati ya sitini na tisa, tarehe kumi na nne Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Jaribio la pili liliongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Meru, Evans Mawira, tarehe 25 ya Mawira iliungwa mkono na wawakilishi wa patao 59 kati ya 69, huku kumi wakifeli kuhudhuria kikao hicho. Sawia na wakati wa jaribio la kwanza, hapa Bunge la Seneti lilimwokoa na kumshauri kushiriki maridhiano kati yake na wawakilishi ili kutumikia wakazi wa Meru. Hajawahi shika simu ya majority Linda, hajawahi jibu ujumbe hata mmoja wa majority Linda. Kwa hivyo nasikia akisema ni bishop, lakini bishop ambaye ana makosa. Baada ya majaribio ya Dennis Kiogora na Evan Semawira, naibu kiongozi wa wengi katika bunge la Meru Zipora Kinya akawasili na hoja ya tatu. Hoja yake iliungwa mkono na wawakilishi wodi 47, 17 wakikataa kuunga mkono huku watatu wakifeli kuhudhuria kikao hicho. Must. Yeah! Kisha masenata wakapiga kura kumwondoa rasmi ofisini. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza the governor of Meru County and the governor accordingly ceases to hold office. Kilichofuata ni misururu ya kesi mahakamani akijaribu kubatilisha uamuzi huo ili kusalia mamlakani. Licha ya mahakama kumpa fueni ya muda, leo Kawira Mwangaza atajua hatima yake iwapo atasalia ofisini au naibu wake Isaac Mutuma ataapishwa rasmi kutumikia wakazi wa Meru. Kasimu wako Radio Citizen Nairobi.